Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS imeadhimisha siku ya takwimu duniani ikijivunia matumizi makubwa ya mifumo ya kidijitali kusanya na kusambaza taarifa kwa ufanisi na usahihi. Maadhimisho hayo ya siku ya takwimu duniani yanafanyika kila baada ya miaka mitano na hulenga kuhamasisha matumizi ya takwimu bora katika kupanga na kutekeleza mipango ya maendeleo na kuhakikisha uwajibikaji katika ngazi zote za jamii na Serikali. Kwa mwaka 2025 maadhimisho hayo yamekuja na kauli mbiu isemayo takwimu na taarifa bora kwa kila mtu ikisisitiza umuhimu wa takwimu rasmi kukidhi viwango vya kimataifa na kitaifa na kupatikana kwa urahisi kwa watumiaji wote. Taarifa iliyotolewa leo na NBS Oktoba 20, 2025 inabainisha kuwa kwa kutumia takwimu zinazopatikana kupitia tafiti mbalimbali ikiwemo Sensa ya Watu na Makazi wamewezesha kuboresha huduma mbalimbali za kijamii. Aidha, NBS imesema kuwa inaendelea kutumia vyanzo vipya vya taarifa kama picha za anga, data za simu na mifumo ya kiutawala katika kuzalisha taarifa zinazojibu mahitaji halisi ya Watanzania.